Lenganasa Lenana, mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, kama nilikwisha sema hapa, nimechukua fomu ya e, kuomba ridhaa tuka Chama cha Mapinduzi chama e, changu kiweze kuniruhusu na kuniamini kuni niweze kupeperusha bendera yake kwa nafasi ya ubunge wa jimbo la Simanjiro wategemee chama imara, wategemee chama ambacho kinarudishwa kuwa cha wanachama badala ya kuwa chama cha mtu mmoja e, chama ambacho kitasimamia haki za kila raia wa Simanjiro, chama ambacho kitatambua kwamba na kinaendelea kutambua kwamba binadamu e, wote ni sawa e, chama ambacho hakitakuwa na rushwa, chama ambacho hakitakuwa na ubaguzi wa aina yoyote wa kabila, wa dini na chama ambacho kitadumisha amani kwa nchi ya Tanzania.